Wait a minute. Minute. Kwani hii nyumba kwani vitu zinaenda wapi? Si niliacha na nikae kile hapa my my thermos. Jag pia hakuna. Kwani vitu kwa hii nyumba zinapotea? Surely. Sasa isaito yule mtu agukikira ku kama sikwa kwa thermos. Surely. Ama hawa sana wanaziuza polepole. Hebu niulize hawa.

Wasichana, nataka kujua mmenipangiaje kwa hii nyumba mbaya. Juu unaona una ni overthrow, you have overthrow the government. Pole pole pole pole, niliwaamsha mapema twende kanisa. Sikuamsha sikuamsha, siku waamsha siku waamsha moti jale die, siku waamsha siku waamsha vitu mume amua kitchen is no longer the place to place my things together, hadi hapa. So mnataka tuhamishe kitchen iende the bedroom yenu ama bedroom ikuje kitchen, tagwe moja

Mtaweka huko. Ama munaaza, mumeaza, achote cafe huko. Kuna cafe kwa bedroom. Mm -hmm. Ninawa respect as big girls, staki kubadji in your bedroom. But you now, you will make me be badging there. Like nobody's business. Yes, Mamu tachelewa ma charge. Neto sarero. Lakini hatu Na nani alikuwa nakunywa nakunyua hii wai? Tumepata huko. Iliyata na maji. Si ndiyo? Sidiyata na maji.

Wacha nimesema hiyo kanisa, wacha nimeemaan

mnataka aje mnataka tuishi aje mnataka tuishi aje wasiri okay mimi nime calm down to your now to your level mu deeda munjira atire murenda atia dio hizi vyombo mume amua kuhamisha huko dio hizi kwa mume amua kufangua samsung leo yo mweda round trip ama unadhani sija bei una hizo picha zenye mna postiki huko inja online nani mama usiniuliza nani kwanza baba password yako hata uje umeeka kushop ni photo tu najua huyu kwanza ajadiita joy Amaji nilitumiwa na wagres. Na ware muna, muna high five chini ya maji. Ati mnaambiana inda. Mnaambiana oh, it is good. Na ni wagres alinitumia akaniza huyu si Joy wako na umeraika Mamuna jawabu. Hatupendi. Lakini alinionyesha the whole page I went through. Pata uko huko, huko umeshikwa na kwa hivi, unatingiza hivi hata kwa nyadhunu. Surely. Choi. Cha naugua uko weka gatumagai. Cha kaugua hakea. Cha ka, ka unaonaka, kama mimi sio msasi wako, unanichekelea. Sasa nya nakuambia mambo. Unajua nitafanya nini? Sitakuwa nawaambia kitu yenye mnafaa kufanya. Sitakuwa sita naomba kwa yeye baba.